Wakati unaenda kazini shikamana na Mungu aliye hai, mwamini Bwana aliye hai, simama na Mungu aliye hai. Nimekwambia maadui hawawezi kuondoa kusudi la Mungu kwenye maisha yako Ukisimama na Mungu, usiposimama na Mungu, manake maadui wanaweza kuondoa. Hata kama Mungu amepanga kukubariki, wanaweza kukuondoa kwenye baraka maadui. Kwa hiyo ili maadui wasiweze kufanikiwa kukuondoa kwenye kusudi la Bwana, kukuondoa kwenye mpango wa Mungu, namba moja, kuwa makini. Namba mbili, simama na Mungu. Namba tatu, usishobokee. Okay, misaada papa sema mene subia leo Usishobokee misaada mio, anakuambia raizi kwa, kwa namna wanataka kukusaidia, kumbe ndivyo wanataka kukuharibia lazima uelewe hilo, na nimekwambia, Yesu anawaambia watu, adui wa mtu ni watu wa karibu. Sometimes wanaotaka kuharibu maisha yako ni watu wa karibu yako, anasema muwe na akili kama nyoka. Sikiliza, anamaanisha nini? Lazima kabla adui hajafanya uharibifu kwenye maisha yako, hajafanya uharibifu kwenye mipango yako, lazima umtambue, uwe na ufahamu na akili. Ndicho kitu ambacho anatufundisha Yesu, ujue kujua nia ya adui yako, uweze kutambua makusudi ya adui yako. Amekuja kwa upendo, lakini nia yake ni mbaya. Amekuja kwa kukuhurumia, lakini nia yake ni mbaya. Lazima utambue hayo. Amekuja kwa kukusaidia, lakini nia yake ni mbaya. Lazima ulielewe hilo, na ukishalielewa hilo, maanake unakuwa makini. Pamoja unapewa posho, pamoja unapewa msaada, lakini unakuwa makini, kwa sababu una akili una, una ujanja kumzidi adui yako. Ndio kitu alifundisha Yesu, anasema muwe wajanja kama nyoka, muwe na akili kama nyoka, muwe waelevu kwa sababu nyoka alikuwa mwerevu, alikuwa mwerevu sana, na mbingu inakubali kwamba nyoka ni mwerevu. Nyoka anamwakilisha shetani, na kama anamwakilisha shetani, maanake shetani ni mwerevu. Sasa anachomaanisha ni nini? Lazima uwe na uerevu kumpita adui yako. Sema asubuhi ya leo, kila mipango, narudia tena kukuombea maombi haya kwamba kila mipango iliyopangwa na adui zako juu ya mabaya kwenye maisha yako, kwenye biashara yako, kwenye ndoa yako, kwenye kila eneo unalolipitia ndani ya siku ya leo Haitofanikiwa ukiwa makini. Haitofanikiwa ukiwa makini. Wamepanga mabaya kwa ajili ya maisha yako, hawatafanikiwa. Wamepanga kukuondoa katika baraka zako, hawatafanikiwa. Wamepanga kutapeli hata mali ulizo nazo, hawatafanikiwa. Wamepanga kushea biashara na wewe, wamegundua wewe uko vizuri, hawatafanikiwa kukuharibia ni kipindi fulani, mtu mmoja aliwahi kunijia ananiambia, barikiwa. Ananiambiaje? Ananiambia, mtumishi, unajua kuna mtu ameenda kwake ametaka kushare biashara, lakini kumbe yeye hana mtaji. Niwahi kuwapaka kaushuda haka kipindi cha nyuma. Yeye hana mtaji hata kidogo, na ana madeni kupita maelezo. Amemwangalia jamaa, ameona jamaa ana plani, ana mtaji, ana hela Akasema akaenda kumshawishi, akasema rafiki, ninaomba tushee biashara. Yule jamaa kwa kuwa alikuwa yuko haelewi mia ya yule ndugu akasema, haina shida, basi ngoja tushee. Wakafungua biashara Sikiliza, ya pamoja sasa. Kampuni wakafungua kwa pamoja. Sikiliza, walipofungua kwa pamoja, lile lijamaa kwa sababu lilikuwa linadaiwa, likaenda kule kwa mahali linadaiwa, likaandikisha kwamba nimefungua ofisi, ndiyo thamana yangu, kwa hiyo munipe pesa nyingine. Wale watu wanakopeshaga fedha wanaangalia, wanaona ni kiwanda kikubwa, hawakuona shida kumpa fedha yule jamaa. Walipompa fedha, kumbe anakopea fedha kampuni ya mtu mwingine yeye ana taushea yeye, ametafuta tu eneo. Sikiliza, akachukua fedha akaenda kufungua kampuni lingine kwa siri nje. Amina. Lile eneo akamwacha yule jamaa wakishea pamoja na yeye, lakini yeye ana biashara nyingine mali pengine. Sikiliza, ilipofika muda wa wale jamaa kutaka sasa mapato yao, bibi anasema, akaenda kuonesha ile ofisi kwa kaule wanwanataisishaga ofisi au au mali uliowekea dhamana, anasema wakaenda wakaibeba, yeye yule jamaa inge, akaingia kwenye madeni sasa. Wakati ananisikia mimi, analalamika kwa bali ya kwamba anapitia katika kipindi kigumu cha kudaiwa kwa sababu kwa sababu ya namna anadaiwa. Ana jamaa amemwingiza kwenye mkenge wa kudaiwa, amemwingiza kwa akili kwenye mkenge wa kudaiwa. Sikiliza, ngoja nikuambie kitu. Na ndio maana nikakwambia kuwa makini na misaada, alafu uwe makini na watu wanaotaka kuwa karibu na wewe. Chunguza kwanza, kabla mtu hajataka kuwa karibu na wewe, anaomba kushare na wewe, anaomba urafiki na wewe, anaomba ukaribu na wewe Nimekuambia chunguza kwanza, ili asija kawa ni mtego, asija kawa ni adui amekusudia mabaya juu ya maisha yako. Amekuja kwako sio kwa, ma, kwa mazuri, amekuja kwako kwa mabaya. Sikiliza, kama angelijua, ina maana asingekuwa kwenye matatizo. Anasema mpaka sasa hivi wale jamaa walibeba kila kitu, yeye jamaa kabaki katika wakati mgumu, na jamaa mwenyewe ndiye ameokoka hataki mambo mengi, akaona kwanza kuhangaika kwenda kwenye viwa kwenye makesi kwa mahakamani, akaona ni kama ni matatizo, akaona bora atulie, anatafuta Mungu sasa, ili Mungu asimame kwa mtetezi wake. Sasa usumbufu wa namna hiyo, ili usitokee kwenye maisha yetu, ili usitokee kwenye maisha yako, ili usitokee kwenye maisha yetu, nielewe vizuri, ili usitokee kwenye maisha yako, usumbufu na hiyo ili usitokee kwenye maisha yetu, ni vizuri tuwe makini. Amina, ni vizuri tuwe makini na watu wanaotaka kuwa karibu na sisi, na watu wanaoomba urafiki kwetu, na watu ambao uh, wanapanga mabaya juu yako na hauwezi kuwajua, ila ni uwe makini, ndio naweza ukawatambua watu wenye nia mbaya. Na wewe sema ameni. Asubia leo, neema ya Bwana iwe juu yako Wakati unaenda kazini asubuhi leo, sikiliza, ngoja nikuambie kitu, ngoja nikuambie kitu.